Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje, hawana hata aibu. Nje huko wanakaa o, oh, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivyo. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei, kwao hayatokei. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao? Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo tunafanya biashara wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie Tanzania, oye! Haya, tukae ndugu zangu. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kawaida kawaida, mwanamke mzuri ndio anaepiganiwa. Uongo kweli? Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini, ukicheki majanadume mawili matatu wanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katumba vizuri, katuumba vizuri sana, katuweka pahali pazuri sana kama navyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara, inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia, inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu kweni, na sisi wengine wanakuja huu, lakini pia mali Mungu alizotumba nazo madini